Dunia kwa sasa inakabiliwa na majanga ya aina tofauti, kuanzia mafuriko, ukame wa muda mrefu, moto wa nyika, baa la njaa, matetemeko ya ardhi baadhi ya majanga haya yakisababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Majanga haya yanapotokea husababisha athari kwa maisha ya binadamu. Ripoti ya mwaka 2025 ya tathmini ya kidunia juu ya kupunguza hatari ya majanga inakadiria kuwa gharama kamili ya kukabili majanga ni karibu dola trilioni 2.3, na licha ya uwekezaji huu, bajeti za kitaifa bado ni za kiwango cha chini mno. Jumaa tatu hii dunia inapoadhimisha siku ya kutoa hamasisho kuhusu upunguzaji wa hatari ya majanga. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni uwekezaji katika ustahimilivu na sio majanga. Katika makala yetu hivi leo, nimemwalika Pius Masai, ni mtaalam wa majanga kutoka nchini Kenya kuzungumzia hali ya majanga katika nchi zetu na ikiwa nchi zinafanya vya kutosha kukabili hali hii. Hii siku ni ya maana sana duniani kwa sababu binadamu duniani anahitaji mazingira bora, na binadamu akiwa anaishi hakuna mengi sana yanamuhusu na yasipoangaliwa, binadamu pia maisha yake itaathirika. Na ndivyo tunasema nchi zote marahisi waweke sheria ya majanga, na wale pia wako na sheria yenyewe lakini haifanyi kazi, lakini pia waangalie tu wale wanaoweka kwa nafsa ya kuwa viongozi wa kusimamia mambo ya majanga katika national level, county level. Mm -hmm. Wawe watu wahusika wachapa kazi wawe na nafasi ya kufikia wananchi kule mashinani, wajue wananchi wanahitaji nini nini inawahusu. Na pia wananchi tofauti wenyewe wajielewe ya kwamba kuzuia janga, wao waelewe mazingira yao, wamejua vile dunia inavyokaa. Wengi wa viongozi wanapenda ile mambo ya kufanya reaction, hakuna pre, hakunana uh, uh, kuweka hali bora mapema, hawaweki, wanangojea tu itokee. Alafu waende kushughulika na kukimbia hapa na pale. Ndio nimesema pale, kama kuna sheria iko bora na pia wameweka viongozi wanaofaa katika viti mbalimbali mbali, na wenyewe wanachipika wanaangalia kwamba wale wameweka pale wanafanya kazi inayofaa, wataona mikakati ziko bora. Lakini vile nchi zilivyo sasa, mambo mengi yanafanywa kukimbia kimbia na kufuatilia yale imetokea kuliko kufanya kuzuia. Tumeshuhudia ongezeko la majanga duniani, mafuriko, ukame, hmm, uh, moto wa nyika ma msituni, hali ambayo imechangiwa na mabadiliko ya hali ya ya hewa. Labda unazungumziaje mifumo iliyopo kwa sasa kubashiri hatari kama hizi katika nchi zetu? Ah, mifumo iliyoko kwa sasa vile nimesema pale mbeleni ni utepetefu wa wale wako katika uongozi na kutosingitia yale mambo yanahusu na utaalam na vile unajua, mambo mengine hawezi kuzuilika, lakini kuangalia kupunguza tu hatari za majanga, kama unaona mambo kama ikiwa na uh, ju jua liwe kali liashe mioto, huwezi zuia kwa sababu ni mambo ya dunia, lakini lazima kuwe na mikakati ya kuzuia katika janga laaina lolote, unaitwanga contingency planning kwa kizungu, yaani mpangilio mema bora, huweko na mpangilio mbalimbali inaitwa contingency planning kwa kizungu, ambayo inasema ikitokea janga la mafuriko, janga la njaa, la mioto utakuwa na hiki cha kufanyika, na katika bajeti hizo zote pesa zitatengwa, takuwako pesa tayari. Na pia kabla hatari kama hizo zitatokezea, kutakuwa na wataalamu wamecheweka kila sehemu karibu na lile janga linaweza tokea, na nakuwa tayari kukabiliana nalo likitokea kuepuka maafa mengi, kwa sababu kitu ya maana ni wakati. Na wengi watu hawaangalii hayo yote, wanangojea tu itokee alafu nasikia sisi serikali isaidia ama sisi huku kuja tusaidie, lakini hata watu wananchi wenyewe pia wawe na mstari wa mbele kuwaambia wale viongozi. Kama hapa Kenya kuna MCA, MCA anafanya kazi gani? Eh, MP anafanya kazi kani? Senata na gavana, waambie wao, sisi huku sehemu ya kwetu tunaweza kuwa na hadhari za mioto ama hadhari za mafuriko tuweze kupangiwa mpango bora, na wenyewe waangalia kwamba kuna pesa zimetengwa. Unapata kwamba gavana anapata pesa na hizo pesa anavyopata, hata hawana pesa yoyote wametenga kukabiliana na majanga. Na mumegusia wananchi, sasa, ni vipi mamlaka zinaweza kuweka mikakati shirikishi hasa kwa makundi aa, ya wanawake, watoto, na watu ambao wanaishi na ulemavu, ambao mara nyingi wanakutwa katikati ya majanga hayo? Aa, nasikitika sana kwamba, ya kwamba ni nyingi yazingatii mambo yale kwa sababu mimi hata ni mwanzilishi wa potomovaproch hapa Kenya 2021 maana ya hiyo tuli tuluku naanzisha kwa sababu sisi ni wataalam, turuhusu wananchi wakiwa pale chini wanajielewa vizuri, waweze kuja na mikakati zao, wapange vizuri, wajisimamie wenyewe, waangalie ni nini wanaweza fanya kama wananchi kwa community level, na wapate pesa, wajisimamie. Wanaona vikundi kama hivi vinauliza, kama walemavu ni vikundi mbalimbali. Kwa hivyo ni kila tu nchi, vile tumesema hivi, uongozi bora, wananchi ndio wanajua, na hawa wananchi ndio wanajua ni shida gani ambayo inaweza kukabiliana na wao na wao wanaweza jilinda kivipi. Ni sisi tuwasikize kama viongozi, wamejua viongozi wengi hawasikizi wale wananchi, wanataka kuleta yale mambo, wanataka kuletea wananchi, na ukipelekea mwananchi yale wanataka ifanyika, haitafanyika kwa sababu huu ni mradi wewe kiongozi kutoka pale juu, lakini wale wananchi wenyewe wanajielewa, wale vipofu, wale mafu wako na yale mambo yanawauzu, na nitakana wa katika wao katika kupitia kwa viongozi wao, serikali wasikize, na sisi wataalamu pia tuweze kuwasaidia kwa namna tunavyoweza. lakini ni mianya ipi iliyopo katika sera za kukabili hatari ya kutokea majanga hasa katika nchi za Afrika Mashariki? Mianya mikubwa sana ni sheria. Kama Kenya nchi yangu yenyewe mimi, tangu hata nikiwa pale kwa kitengo ya disaster, sheria ile ilikuwa katika bil, katika parliament senate, pale hata waleo hatuna wa sheria Kenya ya kukabiliana na majanga. Tulitengeleza national plan wakati yangu, national plan inaeleza nani anaweza anaweza fanya nini kivipi na namna gani, lakini sheria pia nayo ni nzuri itasema. Uh, kila kaundi iwe uh,

pasenti fulani ya pesa yao itengwe kwa majanga, ni sheria ndio ya maana sana. Na pia kitu chengine ni wale viongozi, hata zile kaunti zimeweka sheria ya majanga hawaitekelezi hiyo sheria, hawajui kuitekeleza na wataki wa, wa, wa kuhusisha wataalamu, kwa sababu wataalamu wakija pale wanataka utaalamu ufanyike, na wengi wa watu wanataka vitu vya ukora hapa na pale, na naomba wajaribu kuitisha wataalamu kama sisi. Mi ni mtaalamu na mengi naweza kuwafundisha, nimesomea na pia najua kuyafanya, labda kwa nchi zetu za Afrika Mashariki unahisi nchi hizi zimepiga hatua gani katika matumizi ya teknolojia aa, katika kutabiri hatari ya kutokea majanga na namna nchi zinashughulikia hali hii ile teknolojia ni ya maana sana ukiangalia nchi kama rwanda vile inavyosikia nimetembelea pale hivi karibuni zishafika pale lakini iko hali ya juu kwa teknoloji nchi kama kenya tanzania na zile zinginezo zote najua zinaelekea pale teknoloji pia inasaidia kwa sababu watu watapata habari mapema na pia mambo mingi hali hatari kama ijatokea, wananchi watakuwa na habari lipi la kufanya na kuzuia majanga. Kuna majanga mengine yanaweza zuilika yasikuwekwa yasitokee kwa sababu ya teknolojia, na kama teknolojia ikiwekwa kila mahali utapata ya kwamba uh, wananchi watapata elimu nyingi sana na namna ya kupiliana naye, na, na pia ikitokea watapata habari kwa mapema na waweze kusaidia wale wa maathirika. Uh, teknolojia zile zinaweza sa, zinasaidia nchi yetu kama hii ya Kenya uh, ni namna ya kuwa na vyombo vya kupitisha habari kwa mapema vile vinaangazia hali ya janga za aina mbalimbali, na viko kweli na vinaweza kwako na kila mahali nji tofauti tofauti na kulingana na hali ilivyo, watapata uh, wanaangalia nini hasa uh, hali gani, watatumia teknolojia aina gani ya kupitisha habari kwa haraka, vyovyote ni hali ya kupitisha habari. Tunapokamilisha makala haya, Bwana Pius anatoa sisitizo kwa serikali za Afrika kuwashirikisha wataalam katika mikakati ya kuzuia na kukabili majanga. Serikali sifungue milango zake, sikubali wataalamu ni wengi sana mimi kama um, mkubwa wa wataalamu wote tunia nzima, wataalamu wengi hawapewi nafasi katika serikali. Serikali unapata wale wako wengi wanafanya pale kazi, wanaangalia namna ya pesa, na sisi kama wataalam hatufikirii mambo ya pesa, tunaangalia nini inawezafanyika kuzuia ama kukapiliana na janga. Kwa hivyo wafungue milango zao, wakubali, sisi tunajua na tunaweza kusaidia wao. Sisi hatutaki mishahara zao, hatutaki kuandikwa kazi na wao, kwa sababu hawezi tulipa sisi ile pesa ambayo tunahitaji kama tunauliza pesa kama wataalamu, lakini tuna mengi sana kama wataalam. Serikali ikifungua milango zao itum esisi bila kulipa sisi hata chochote, tunaweza fanya kazi na kuepuka majanga mengi yale ambayo inatokea duniani. Kama kutakuwa na pesa ya research, ipewe pesa ya kutosha. Kama napewa pesa ya kupeana habari, wapewe pesa, tuweze kuwafikia wale wananchi wa vijiji mbalimbali, kwa sababu sisi wenyewe na mishahara zetu hazitoshi. Unaona, tunajaribu lakini lazima tusaidiwe kwa namna ya kufikia na pia namna ya kuwa na vitu mbalimbali vifaa vya kutumia kwa wakati unaofaa. Kauli hiyo ndio tunaafikia mwisho wa makala yetu hivi leo. Shukran kwa bwana Pius Masai Mwachi, mtaalam wa maswala ya majanga kutoka nchini Kenya. Jina langu Minzilet Ijai, kwa heri.